Mpendwa mtazamaji, jumapili ya tatu ya mwaka a wa Kanisa, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya tisa aya ya kwanza hadi ya nne. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ile ya kumi aya sura ile ya kwanza aya ya kumi hadi ya kumi na tatu na ile ya kumi na saba. Injili inatoka kwa mwinjili Matayo sura ile ya nne aya ya kumi na mbili hadi ya ishirini na tatu. Nitaisoma Injili. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohane amefungwa, walikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lile nenwa na nabii Isaya akisema: nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguye, ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita, mara wakakiacha chombo na baba yao, wakamfuata. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na habari za Yesu Kristo ambaye katika hii sura ya nne injili ya Mathayo ilikuwa ni matokeo ya yeye kubatizwa. Baadaye akaenda kufunga akiwa amejaribiwa, na alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Neno linasema Yesu akasikia kwamba Yohana amefungwa. Yohana alikuwa ni nani? Yohana alikuwa ni yule Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa ni mtangulizi wa Yesu. Wakati huo alipokuwa anawabatiza watu ule ubatizo wa toba, watu wengi walikuja kubatizwa. Herode naye alikuja kubatizwa, ishara kwamba anaungana na taifa katika toba. Lakini alipofika kwa Yohana Mbatizaji Yohana alimkemea wazi wazi mbele za watu kwamba unakuja kubatizwa ubatizo wa toba, lakini kama ni kiongozi umeshindwa kuonyesha maadili mema, umekuwa mwizi wa wake za watu, umeiba mke wa ndugu yako, wa kaka yako, wakamfukuza mke wako. Mrudishe kwanza mke wako, mke wa ndugu yako, na baadaye uendelee kuishi katika ndoa yako, ndio uje ubatizwe. Alimkemea kiongozi dhalimu kiongozi muuaji mbele za watu. Kitendo cha kumkemea huyu Herode mbele za watu ilimpelekea hasira Herode, akamchukua Yohana Mbatizaji akamkamata akamweka ndani katika ngome yake. Fundisho, ukiwa mhubiri wa neno la mwenyezi Mungu katika nafasi ya Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa ni mkweli na ukasema katika ukweli, yatakukuta mabaya kwa sababu pale utakapokemea uovu kwa baadhi ya viongozi ambao wamejaa kiburi cha madaraka, na baadaye dhambi za kutokuwa waaminifu katika ndoa zao ni maisha yao ya kila siku. Utakapokemea lazima wale viongozi wanaweza kufanya mambo mabaya kwa viongozi wa dini, lakini ukweli utabaki pale pale. Dhambi ya Herode ya wizi wa wake za watu, ambayo ilimpelekea akamfunga Yohana. Hadi leo imekuwa ni fundisho kwamba kiongozi usije hata siku moja ukaanza kufanya mashambulizi kwa viongozi wa dini. Utakuwa mfano kama Herode ambaye hakutaka kuweza kukabili ukweli aliyokuwa anaambiwa, akaanza kuwashughulikia wale waliokuwa wanamwambia ukweli. Yesu Kristo baada ya kuweza kuona kwamba Yohana huyu ametiwa gerezani, amewekwa ndani, yeye alitoka zake akaenda Galilaya. Kwa lugha nyingine, wakati wa Yohana Mbatizaji ulikuwa umekwisha. Sasa Yesu Kristo ilibidi achukue utume. Kuna fundisho hapa kwamba Yesu Kristo hakubaki katika kuanza kufanya maombi au kutumia mamlaka zake kumtoa Yohana Mbatizaji kule gerezani, yaani atumie nguvu zake za kimungu, yaani magereza yafunguke, Yohana atoke. Wakati wa Yohana ulikuwa umekwisha, na wakati wa Yesu ndio ulikuwa sasa unaanza kuchukua nafasi. Kuna watu wakishaona watangulizi wao waliowaingiza katika kazi waliowaingiza katika mfumo wa maisha wanaanza kuondoka au wanafungwa au mabaya yanawakuta, huwa wanakosa nguvu ya kufanya kazi katika ile eneo. Anaanza kuwaza, anaanza kunyong'onyea, anaanza kumwazia yule mtangulizi wake. Hapana, usianze kumwazia tena yule mtangulizi wako. Yesu hakutumia muda kuanza kujadili, kuanza kuongea na Herode, mtoe huyo kama ni mtu safi aliendeleza ile kazi ambayo Yohana Mbatizaji alikuwa anaifanya. Endeleza kazi ile ambayo watangulizi wako hata kama wamepatwa na mabaya, hata kama vifo vimekuja kwao, hata kama kuna magumu yamekuta, endeleza ile kazi. Yesu anaendeleza ile kazi, anatoka hapo anakwenda Galilaya, lakini kabla hajafika Galilaya, neno la Mungu linasema alitoka Nazareti, alitoka Nazareti. Nazareti ni wapi? Nazareti ulikuwa ni mji ambao Yesu Kristo kwa muda wa miaka kumi na nane alikuwa anaishi kule, na kule Nazareti walimjua Yesu kama ni fundi seremala, na wataalamu wa maandiko wanasema kazi zake zilikuwa ni nzuri, alivutia wateja wengi sana, na kazi ile ilivyokuwa ni nzuri ilifanya maisha yao yaweze kuwa ni mazuri. Siku moja alivyoenda kule Nazareti katika sinagogi Akaenda kwenda kuhubiri, akasema roho wa Bwana yu juu yangu. Watu wa Nazareti walimkataa, wakasema, roho wa Bwana yu juu yako wewe? Mbona tunafahamu matatizo ya ndugu zako, dada zako, tunafahamu shida zao walizokuwa nazo. Wakataka kumuua akatoka. Unaweza ukawa unafungwa na mitizamo mibaya ya kutaka mara kwa mara kutatua migogoro ya nyumbani kwako, kwa Nazareti mambo yaweze kwenda, na ukasahau kwamba ndani mwako una kusudi la Mwenyezi Mungu kubwa ambalo ameliweka, yani umeumbwa kwa kusudi la Mwenyezi Mungu la kufanya mambo makubwa zaidi zaidi ya Nazareti. Yani kila siku unatoka unafungwa na mawazo ya nyumbani kwenu kule, unashindwa kufanya mambo mengine makubwa, unawaza tu habari za Nazareti, habari za nyumbani. Lazima ukubali kutoka katika mfumo wa mambo ya nyumbani kwenu, hata kama nyumbani kwenu wamefanya mambo mabaya hata kama nyumbani kwenu ulikuwa unafanya mambo makubwa, lazima ukubali kutoka katika mfumo wa Nazareti, mfumo wa zamani, uingie katika mfumo mpya, kwa sababu tayari Roho wa Bwana yu juu yako, Roho wa Bwana amekushukia. Roho wa Bwana alikuwa juu ya Yesu, amempaka mafuta na tayari sauti ya Baba ilishatangaza kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. Kwa hiyo ilibidi atoke kutoka katika vifungo vya nyumbani, vya Nazareti, aende katika ile kusuri la Mwenyezi Mungu. Je, uko tayari kutoka katika vifungo vya nyumbani kwenu? Kwamba nyumbani kwetu huwa hatufanikiwi, nyumbani kwetu kuna mambo mabaya, nyumbani kwetu kuna hivi na mimi ananifuata. Toka katika mawazo mabaya, ingia katika mawazo ya lile kusudi la Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni mpako mafuta wa Bwana, wewe roho wa Bwana yu juu yako. Usitembee katika mawazo yale ya zamani, ingia katika mawazo mapya, na utamwona Mwenyezi Mungu akikubariki akifanya mambo makubwa pamoja na wewe, na mkono wa Bwana tokea pamoja na wewe. Yesu Kristo anatoka Nazareti, anakwenda Galilaya. Galilaya ilikuwa ni eneo gani? Galilaya ulikuwa ni mkoa ambao uko kaskazini mwa nchi ya Israeli. Eneo lile la Galilaya limezungukwa na ziwa Galilaya. Ilikuwa ni nchi ambayo ina rutuba nzuri sana. Galilaya palikuwa ni mahali ambapo walikuwa wamepewa zamani hizo, walikuwa wamepewa kabila la Zabuloni na kabila, na kabila la, na, la Naftali, walipokuwa wanagawana yale maeneo, walikuwa wamepewa waweze kuishi huko. Sasa kwa sababu ya mwingiliano wa majirani zao, yaani mataifa mbalimbali, waliwavamia wale Waisraeli waliokuwa wanaishi maeneo ya Galilaya, kiasi kwamba wakawa si watu tena waweza kushika zile ibada, wakajikuta hata wale Waisraeli wameingia katika mambo ya ushirikina, mambo ya uchawi na mbaya zaidi pale Galilaya ikawa ndo njia ambapo watu wote wanavyoenda Ulaya wanapita hapo, watu wote wanapokuja kuvua samaki wanapita pale. Na kama wanavyofahamu kwamba sehemu kukiwa kuna ziwa, sehemu kukiwa kuna uvuvi wa samaki, mitindo yote ya maisha, dhambi zote chafu zitapatikana katika hilo eneo. Kwa hiyo Galilaya ilikuwa ni eneo la pembezoni ambalo ilikuwa limesahaulika, eneo la watu wenye dhambi eneo la watu ambao hawana mambo ya kimungu. Sasa kwa nini Yesu Kristo anaanza utume Galilaya? Na kwa nini asiende Yerusalemu, ambako ndiko yalikuwa makao makuu ya eh, lile taifa lao la wana wa Israeli, ndipo lilipo lile hekalu? Kwa nini hakwenda kule ambako wako makuhani wako marabi wakuu, aanze utume kule, wamtambue kama ni mwana wa Mungu? kwa nini anakubali kuanza katika eneo ambalo maisha ya kiroho ya hao watu ni ya chini sana? Dhambi zote chafu ziko huko. Kwa nini anakubali kwenda huko? Fundisho la tatu katika maisha, kubali kuanza eneo la chini. Kuna watu wengi wanapoanza kazi, anatamani aanze kazi katika mazingira makubwa, aanze mjini kwenye ofisi kubwa akiona tu amepangiwa eneo ambalo maisha ni ya chini kama Galilaya, anakasirika sana. Na mara nyingi akifika huko, anaweza kufanya mipango ya kutoka ili arudi mjini, ambako tayari huko kuna jina. Hataki kuanza sehemu ile ya chini. Yesu Kristo, katika kuongozwa na Roho wa Bwana aliyekuwa juu yake, kwenda kulitangaza neno la Mwenyezi Mungu, anaanzia Galilaya. Galilaya huko ambako Yesu alikokwenda, watu wale wa Galilaya walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekaa wazi katika kupokea mawazo mapya tofauti na Yerusalemu. Walikuwa wako tayari kuweza kumpokea mtu yeyote yule ambaye anakuja kuleta mabadiliko. Walikuwa wamechoshwa na m ile mtindo wa ukoloni wa Warumi. Kwa hiyo, mtu ambaye anakuja na mawazo ya uasi, walikuwa wako tayari kuweza kumpokea na kumfuata kiongozi huyo. Yesu Kristo akagundua kwamba hili ni eneo zuri sana kwa watu ambao wanataka mabadiliko. Galilaya e, ilikuwa imebeba watu waliokuwa wana hasira za haraka haraka na tabia za magomvi. Utakuja kuelewa baadhi ya mitume ambao Yesu alikuwa amewachagua walivyokuwa na watu wenye hasira walivyotaka kuweza kuangamiza kijiji kimoja ambacho kilikataa kuweza kumpokea Yesu, na Yesu Kristo aliamua kuweza kutumia watu hawa hawa wenye hasira katika kuhakikisha kwamba anawachagua katika kazi yake, anaanza nao hawa. Galilaya ilikuwa imebeba watu wasiokuwa na hofu, yaani wako tayari kukabiliana na jambo lolote lile. ardhi ya Galilaya kwa lugha nyingine ilipokea injili ya Yesu Kristo. Tujifunza jambo kubwa zaidi. mara nyingi huwa tunakuwa na tabia ya kujisikia vibaya juu ya maeneo ambayo tumetoka maeneo ambayo tumetoka, labda ndio uchawi, ushirikina, ujambazi, ulezi, uzinzi, na mambo mengine machafu yote yamejaa huko, tunaogopa hata kuweza kujitambulisha. Leo katika mazingira hayo hayo ambayo yanafanana na Galilaya, mwanga mkuu umekuja. Ndio maana nabii Isaya anasema kwamba nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga. Kwa hiyo Yesu Kristo, neno lake linaanza katika yale maeneo ambapo ni mabaya. Usiogope kwa sababu ya historia ya maeneo ambayo umetoka, ukashinda kuweza kujitambulisha. Tayari nguvu ya Kristo ina uwezo wa kuweza kubadilisha yale maeneo na baadaye kuleta mwanga. Yesu huwa aanzi kwa wale ambao wenye mafanikio ya kiroho. Yesu Kristo katika utume wake kuleta mwanga mpya, anaanza katika ile nchi, katika yale maeneo ambayo watu walikuwa na tabia mbaya za ajabu. Katika hilo eneo la Galilaya lenye dhambi, lenye watu wenye hasira, lenye watu wenye tabia zote mbaya, anaanza kuhubiri neno lenye mamlaka, akihubiri kwa sababu muhubiri neno lake lilikuwa lina nguvu. Akasema, tubuni na kuweza kuamini Injili. Kwa hiyo ujumbe wa kwanza kabisa wa Yesu ulikuwa ni toba, watu wafanye toba. Nini maana ya toba? Toba ni kugeuka, toba ni kufanya metanoia, yaani kuacha njia zetu mbaya. Ninaacha njia zangu mwenyewe mbaya chafu, ninamgeukia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alianza kama tubuni, acheni njia zenu mbaya, mumgeukie Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni amri ya umilele, imeingia Galilaya na Mungu ameingia Galilaya kupitia Yesu Kristo, kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Hivyo ulikuwa ni ujumbe kwamba mwanadamu, chagua. Je, unachagua upande sahihi wa Mwenyezi Mungu au unaendeleza mambo yako yale mabaya? Matokeo ya neno la toba, mahubiri haya ya toba, kwamba watu wageuke, ndipo yalipowafanya baadhi ya watu waliokuwa wakisikia neno la Mwenyezi Mungu wakamfuata Yesu Kristo na wa kwanza alikuwa anaitwa Simoni ambaye baadaye alikuja kupewa jina la Petro na Andrea ndugu yake, hawa walikuwa ni wavuvi. Na baadaye Yesu Kristo anakuja kuwaita wana wa Zebedayo ambao mmoja alikuwa anaitwa Yakobo na mwingine alikuwa anaitwa Yohana. Anawaita na anawaambia hivi, nifuateni, kuanzia sasa nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, hamtakuwa mnavua tena samaki. Kwa nini Yesu Kristo katika mahubiri yake anaanza kuwachagua hawa watu wavuvi waliokuwa naishi maeneo ya Galilaya, asiende kwenda kuwachagua wanafunzi waliokuwa wanasoma katika chuo kikuu cha Yerusalemu, wenye, wenye alama ya A katika maadili, wenye alama ya A katika maandiko matakatifu, wenye alama A katika liturujia, wenye alama A katika, katika lugha? kwa nini anaanza kuwachagua wavuvi? La kwanza, alianza kuwachagua wavuvi kwa sababu hawa wavuvi yaani Simoni Petro na huyu Andrea ndugu yake, baadaye na wa wengine, walikuwa si watu wenye elimu kubwa. Katika mabadiliko ya kufanya dunia nzima imjue Mwenyezi Mungu, ifanya toba, Yesu Kristo hawatumii watu wenye elimu kubwa kwa sababu watu wenye elimu kubwa wataanza kujiuliza, wataanza kujihoji kwa nini zungumza jambo kama hili. Alianza kuwatumia hawa vilevile. Pia aliamua kuwatumia hawa kwa sababu walikuwa si watu wenye utajiri, si watu waliokuwa na ushawishi, na vilevile pia si watu waliokuwa katika malezi bora. Mnafahamu wazi kabisa mtu ambaye amelelewa katika mazingira ya ziwa, amesikia maneno yote mabaya. Aliamua kuwachagua hawa kwamba katika kazi ya Mungu Yesu Kristo anawatumia watu ambao hawana ushawishi, anaenda kuwaita wale watu ambao katika familia masikini, anaenda kuwaita watu ambao hawajatoka katika malezi bora, malezi ya kawaida kabisa. Yaani hata katika maisha yake huyu ambaye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu atambue historia yake. Yesu Kristo aliamua kubadilisha ulimwengu kwa kuwatumia hawa watu wa kawaida katika safari yake. Kwa nini aliwachagua wavuvi? Aliwachagua wavuvi kwa sababu mvuvi lazima aweze kuwa mvumilivu, asiweze kuwa mtu wa kukata tamaa. Yaani anaweza akaenda katika kuweza kuvua siku hiyo samaki akarudi chombo kitupu, na lazima pia kesho aende. Maana yake katika kuhubiri neno la mwenyezi Mungu, unaweza ukaenda siku hiyo, mmeenda kuhubiri na msifanikiwe. Umeenda kubadilisha roho za watu kwamba watu watu waungane, wamrudie mwenyezi Mungu, na watu wanakutazama tu macho unahubiri kila siku unawapata neno la Mwenyezi Mungu, watu wamtoto macho, hawabadiliki. Lazima mungubili, lazima mtume wa Yesu Kristo uweze kuwa na roho ya uvumilivu. Usipokuwa mvumilivu, hufai katika kazi ya Bwana. Vilevile pia huyu eh, mvuvi Yesu aliamua kuwachagua wavuvi kwa sababu hawa wana roho ya ujasiri. Lazima waweze kuwa tayari katika hatari zozote zile ambazo zitawakabili katika maisha hayo. Mvuvi anaingia baharini, mvuvi anaingia katika ziwa, yupo tayari kukabiliana na mawimbi mazito, yupo tayari kuweza kukabiliana na wanyama wazito na samaki wa kali ndani ya bahari. Lakini atakwenda vilevile pia mhubiri wa neno la Mwenyezi Mungu lazima akubali kukabiliana na hatari zozote so, zile pale atakapozungumza ukweli, kama Yohana Mbatizaji alivyozungumza ukweli kwa viongozi na viongozi hao wakamkamata wa baadaye wakamuua, yani ajue kwamba kuna hatari katika habari za kuhubiri neno na Mwenyezi Mungu. Muvuvi yeye anakwenda kinyume na watu, yaani wakati watu wanalala usiku, yeye ndio anatoka. Maana yake nini? Mhubiri wa neno la Mwenyezi Mungu, mtume, lazima wakati watu wamelala, wamekesha usiku, wewe ukeshe na Bwana kulisikiza neno la Mwenyezi Mungu, upate neno ili kesho uje uwadishe watu. Yaani unaenda kinyume na mtindo huo. Kundi hili ambalo Yesu lilikuwa la chini, anawachagua waweze kuweza kuwa wavuvi wake. Je, uko tayari kumfuata Bwana katika hali ya maisha ya kawaida? Uko tayari kumfuata Bwana hata kwa sababu umetoka katika mazingira mabaya? Uko tayari kutoka katika mitizamo mibaya ya Nazareti? Uko tayari kusimama na Bwana hata pale ndugu wale ambao walikuwa waanziisho waku wamepata majanga? Na uko tayari kusema ukweli hata kama ukweli huo baadaye utakupelekea kufungwa na kifo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.